Neno veterans katika soka linabeba dhana pana ya mtu aliyewahi kucheza mpira wa miguu na kisha kustaafu. Na wengi wao wanapofikia hatua hiyo hawajihusishi kabisa na mchezo huo kama vile kufanya mazoezi na kucheza mpira. TriGen Media imesafiri hadi mkoani Arusha na kukutana na mikakati mizito kuhusiana na kuendeleza soka na hata kushiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa. Dennis Shemtoi ni mmoja wa maveterani ambaye anabainisha dhana nzima ya veteran mchezaji anaitwa veterans ni mchezaji aliyotumikia mpira yani alikuwa ni mchezaji lakini alipofika miaka ya kustaafu soka sisi tunachukulia miaka thelathini na tano kwa hiyo kastaafu soka hayachezi tena mchezo wa ligi si kwenda simba yanga au timu za daraja tatu hapana yeye kaacha mpira kabisa na shughuli zake ndio tunakutana sasa tusipoteane swala la umri mkubwa sio kikwazo kwa veteran kuendelea kufanya mazoezi na kucheza mpira. Naitwa Lawrence Magonda Sabuni na mpira naupenda na, na nimeucheza seme tangu utotoni, nacheza sana mpira kuanzia shule ya msingi, sekondari, mpaka high school mpaka nipokoa chuo kikuu miaka ya nyuma, na ni miaka sabini na minane sasa. Kwa hiyo bado wakaona niwe kiongozi mlezi wa hii timu anakuja kushiriki nao kwenye mazoezi ya kawaida, lakini sio competitive soka. Yenu nacheza nao mazoezi na kutoka jasho na ungana nao, enjoy sana ikiwa uwanjani hapa kuliko hapa kwa, bado naupenda mpira kwa kuunganika na wenzangu na kwa afya yangu, bado na ucheza. Mkoa wa Arusha nchini Tanzania. Swala la wachezaji wa soka wastaafu kuwa pamoja halikuanza leo wala jana wamekuwa wakikutana pamoja mara kwa mara. Mimi naitwa Abushiri Asmani. Kwa hiyo tulianzia pale stadium e, miaka iliyopita miaka mingi, na ndio timu pekee ya kwanza kabisa kwa timu za wazee watu wazima. Kwa hiyo tumeenda nao mpaka tumefika level hii unavyotuona. Tumebahatika kwenda nchi kama Rwanda, Kenya ambayo ndio hiyo East Africa mashariki na kati, na michezo hii unavyoona ni dawa kwa kweli kwa watu wazima kama sisi. Mimi hapa nilipo nina miaka 59. Miaka 59, lakini pia mchezaji aliyestaafu, na pia ni ni makamu mwenyekiti wa kamati ya nidhamu. Kwa hiyo mtu akimetha kidogo hapa tayari sisi tuna <laughs> Tunakula kichwa mbali ya umri veterans inajumuisha watu mbali mbali. Mbali umri veterans, watu mbali mbali. Olden, wa kada mbalimbali. Naitwa injinia Matokeo Oden ni katibu kuu msaidizi wa klabu ya Arusha Star Veterans, klabu kongwe ya wazee Afrika Mashariki na Kati. Timu zetu za maveterans kwanza kwa Tanzania ziko nyingi, ingawa ya kwetu ndio ya kwanza kuanzishwa mwaka 92 na kupata usajili mwaka 1993. Ni mjumuisho wa wachezaji wa fani mbalimbali mbali, kama mimi nimekuambia ni engineer kuna maaskari polisi, kuna matrafiki, kuna madokta, tuna manesi mle. Sasa huu muunganiko una faida nyingi sana kwetu. Kwanza tunajenga afya zetu, tunatengeneza connection miongoni mwa wachezaji wa zamani, kwamba nani uko wapi, anafanya nini, tunasaidiana wakati wa shida na raha. Mimi nakumbuka nilifiwa na mamaangu na watu walikuja mpaka Morogoro kuzika na walinichangia pesa. Lakini pili, tunasafiri kwenda nchi mbalimbali kujifunza tunaona kusafiri ni kupata exposure, kuona wenzao wanafanya nini, unapata motivation. Nini malengo ya Arusha All Stars Veterans? Kuvuka mipaka na kukutana na wenzao. Wachezaji wengi wa zamani wamekuwa dumped off, kwa hiyo hii inaamsha hali ya ku, kupeleka ujumbe kwa taifa, ikiwezekana hata huko mbele kuje kuwa na ligi kubwa sana ya, ya Afrika ya maveterans. Kama sasa sisi tumeshiriki kuanzisha ligi ya maveterani Afrika Mashariki na Kati ambapo kila nchi inatoa mshiriki mmoja tunakwenda club lakini tunawakilisha nation. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ndo michezo ilianza, tulifanya Kenya, tukafika finali, tukafungwa na Wanyarwanda kwa penati. Mwaka uliofuata mashindano alifanyika Uganda, tulipata nafasi ya tatu, bingwa alikuwa DRC Congo Les Ever, alafu mwaka jana sisi tuliosti hapa Tanzania, unfortunately tulitoka kwenye nusu finali, mabingwa walikuwa Waganda mwaka huu tunakwenda kushiriki Kigali Rwanda. Kwa jina, mimi naitwa Abasi Utanga, ni mwenyeji wa hapa Arusha. Lengo ni kuunganisha timu tupate timu moja ambayo itakuwa ni cream, lakini tutachagua vile vile kwamba tuwe na komiti ya East Africa ambayo tutaiomba ipite kwenye kila chama cha mpira cha nchi ili tuwe tuweze kutambulika rasmi. Wenzetu wa Rwanda bahati nzuri walishatumia picha zao last, last year walikwenda France kama veterans, walisaidiwa na ofisi ya bunge Rwanda. Sasa tunataka tukifanya hichi kitu kiwe official, vyama vya mpira vya nchi zetu viweze kuitambua hii taasisi ya wazee, ili tuweze kupata tuwe na umoja wetu ambao utatengenezwa utakapoingia aidha kwenye vyama vya mipira vya nchi au serikali, tuwe recognize. alafu baada ya hapo sasa tuweze kupata ile fursa aidha ya kutembelea kwamba this time tunakwenda wapi, tunakwenda Dubai, tunakwenda France, tunakwenda Italy, lakini tunataka hiyo iwe official na hicho kitu tunakwenda kukiandaa this time wakati tunakwenda Kigali Rwanda. Hiyo ndio mipango yetu ya baadaye. Chama cha soka Arusha mjini kimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wachezaji wa zamani wanasalia kuwa kioo na kuwaunga mkono. Jina langu naitwa Asmani Muhando, ni mwenyekiti wa chama cha mpira cha Arusha mjini. Eh, kazi zangu mimi ni kusimamia mpira kwenye wilaya kama kiongozi wa chama cha mpira. Kubwa ni kusimamia kwanza soka la vijana na veterani kama hawa wanapofika kwamba tumewakuta hapa leo. Kikubwa ninachoweza kusema ni kwamba tu hawa ni watu wa kuheshimu sana. Kwa sababu unapofanya kazi na watu ambao wanaucheza wana na wanauongoza hata kazi yako wewe inakuwa rahisi hata kwenye chama cha mpira hapa. Hawa watu ndio wamenisaidia sana kufanya hivi. Wakati huo tulianzisha ligi ya veteran, wazee kama hawa tumeingia 2022 20 20, na 20 hawa kama mabingwa hata ishirini kama tatu walituwakilisha Uganda kule kama mabingwa CECAFA. Kama nilivyosema sisi ndio waanzilishi wa ligi ya veteran, kwa hiyo tunaendelea kuashika mkono na ndio maana nilikwambia, sisi baada ya kuanzisha hiyo ligi, ndio maana walionekana mpaka kaiwakilisha nchi wakaenda na sasa hivi mwezi wa sita anaenda Kigali, lakini sisi ndio tulianzisha na bado tunashika mkono na tunahakikisha kwamba sasa wanapata sapoti kubwa, um. kubwa. Sisi tunaliomba kwamba tupate wadhamini kwa sababu mpira ni pesa, kwa hiyo hata mashindano yetu haya tunaendesha tu, lakini hatujapata udhamini. Tukipata udhamini na sapoti hata hao watakuwa nini? Oh. Um. Lakini tunatamani kabisa kama ilivyotuwakilisha nchi tunatamani tena wafanye zaidi na zaidi kwa heshima ya mkoa wa Arusha na taifa kwa ujumla. Baadhi ya wadau waliofika kushuhudia maendeleo ya soka la maveterani hao wameahidi kuwaunga mkono na kuwaunganisha na maveterani wa Dar es Salaam ili kuendeleza harakati hizo za soka. Ya, uh, tulizungumza ni kwamba tumekuja tumejionea mambo mengi hapa, na sisi kama taasisi tunaenda kutengeneza sasa ugomvi kati ya taasisi eh, ya, ya, ya Arusha eh, All Stars na kuna vijana kule wengine eh, vijana wa zamani na wao wana huu wana umoja wa Umsota. Kuna timu kila mkoa, kwa hiyo tunatamani zaidi tulete timu nyingine kutoka mkoa mwingine hususan Dar es Salaam waje kulimbana na hawa wazee hawa, tuone eh, ukumbusho wao katika mazoezi wanayoyafanya kuelekea uh, kule Kigali, lakini pia kuikaribisha afconi ndani ya Tanzania. Katika nchi zilizoendelea kisoka tunaona baadhi ya wa wachezaji wa zamani kupewa majukumu ya kuwa makocha na wengine kuwa kwenye kamati za ufundi jambo ambalo katika nchi za ukanda wa Afrika mashariki halijashika kasi. Hii ni TriGen Media na mimi ni Denis Mwasalanga.